Laana ya mzungu. White man from town say, take it off. Yani mtu mweupe kutoka mjini au mzungu kutoka mjini amesema muitoe hiyo laana sasa. Alikwenda pale richi na zile nyama zenye sumu, kwanza ati kwanza wale mbwa wote, kwa hiyo watajua hiyo ni laana ya mzungu, nabidi kutumia mbinu mbinu. E, ili kama nao nataka laana itolewe kwao basi waitoe kwa jamaa jamaa. Hali yake ni mbaya sana. Wakamfata dogo mmoja ambaye iko kwenye kituo cha mafuta, akaambia, si amka, nimekuja kutembelea na pesa rich. Akamwambia, we dogo, jina lako nani? Akaambia, naitwa Sparton Franki Sparton. Okay, fr okay, Franki Sparton, cheki tara. Akavuta kibounda, huyu si mafia na Frank alichekelea kuona hela, usingizi ukakata. Kwanza akashuka. Haya, mimi sifanyi chochote ambacho kinatumika kwenye video. Akambia sitaki ushoga wako, nataka uangalie barabara, ukiona uende wekundu unipigie simu, umeelewa? Shika hela yako Akaamba laba niulize, ni kwamba kuna mtu ambaye... wacha upumbavu wewe, pokea simu, piga simu eh. Akarudi sasa kwenye gari kwa jamaa yake huyu. Oh. Ah. nitakiwa tukula kozi. Akamwangalia huyu jamaa ta, utafikiri kavaa kinyago, mpaka huyu jamaa alishtuka. Hali yake nazidi kuwa mbaya bili hali inazidi kuwa tete. Alimwambia Richi, unapenda haya mambo, si ndio? Richi akaomba natania. okay. napenda mimi ukatili, napenda unyamera e, hey, ndo njia pekee ya kusaidia. we ni undava simu yeah. ndio wamepeta, wameelekea sehemu fulani. Basi jamaa anatoa taarifa. sure. Lakini nafikiri kama wamenitambua I... wamekusanukia kamba ndio nakuja hapo haraka niweze hapo poteza na namba yangu yeye yeah. ametoa taarifa kwamba amewaona lakini anahisi kama wamekwisha mjua kwamba anawafuatilia sasa. Narudi kwenye gari kweli, alikutwa wamemsanukia jina na bwana yake, wakamweka kati huyu jamaa kwamba huyu ilikuwa ni mkuda haya, eh? Baada ya kumweka kati jamaa yangu hapa sasa, mm -hmm. waliletewa package ambazo hizi package alikuwa ameziagiza, lakini kuangalia eti mzungu kutoka mjini gari ya ule kijana wa sheli ndio imeandikwa maandishi imeletwa hapa Aisha bill, jamaa ameagiza silaha, lakini advertise ya gari ya kijana waliomlipa kuwafuatilia, au waende wekundu au gypsy, tuwaite tu gypsy, ndivyo wanavyoitwa na wazungu. Ililetwa ile gari na ule kijana alikushafanywa amna Yani advertise ni kwamba wamesanukia huu mchezo alikuwa wamechezewa, kwamba sijui laana mzungu kutoka mjini wamemfanya hamna, na kichwa cha jogoo kalishwa marehemu mon na ametolewa macho. Akama, nafikiri ni wakati wetu wa kuondoka eh. Aliingiza uoga kwamba waondoke, lakini mwanaume alikoki o ni jui mimi vizuri, akambas hachana hiyo mambo akamba unakosea hii imekusha pitiliza sasa, hai kwamba tangu ule mzee alipokushika, hai kwamba mimi siwezi kuweka mikono yangu nyuma, nataka niwaoneshe hawawezi kutoroka. Na hili sasa walichomfanyia ule mtoto na kumlisha kichwa jogo, wamenifanyia madharao mimi, sasa hii ndio nyundo ya rich Yani, mashine gani ndo nyundo yake? Akaambia tafadhali usifanye <laughs> hivyo. Akasema aliwatafuta usiku kwenye kambi yawe, amesema sasa naye anaamua ya na kutumia nyundo, muonesha kwamba wao namna gani. Haya jina akiwa alimzima kwanza bwana yake advertise kwanza, akamchukua huyu bwana yake na jina hmm, akamziba mdomo barabara wengine hawajajua kinachoendelea lakini Richi alikuwa anaamua kutengeneza mazingira afa, katembeza risasi za kutosha. Tembeza risasi yuko chocho, hususani kwa mzee huko, ndo alitembeza nyingi mzee anatoka sio. Oh. mchezo Richi na bunduki zao sio se, kwa Richi wajibu mashambulizi Richi, Richi nichizi Sasa alichokifanya akamchukua huyo bwana wake na jina halafu akamtupia huko, si hawamuoni, wanasema ndo yeye, ndo yeye, kumbe sio yeye, wacha watembeze risasi

Akapewa mzee asome. Imeandikwa, mzungu kutoka mjini anasema toeni yo laana. <laughs> habari ndio hiyo, kidonda mzee nazidi kuchemka. Asubuhi polisi walikuja eneo la tukio, hawakumwona alifanya tukio, lakini wamemuua mwenzao. Na richa akaja kijidai askari chawa mjui, akamfata jina alo, mimi ni FBI Special Special Agent Special Agent Special Agent Stone, na maswali kidogo kwako kwa Miss Griman <coughs> unaweza ukamtambua huyu mtu? Sio, namjua. Huyu nguruwe my... ndo limuua mama yangu. Na namemuua mume wangu. William Hale akaamba kwamba huyu alikuja kempu yetu jana usiku, akaambia, lakini tunaamini labda alikuwa amemkodisha mtu kuja kufanya mashambulizi, kwa sababu tumemweka chini ya ulinzi, na kama utojali nisindikize, hapo uende ukamtambua huyu mtu ambaye tumekwishamkamata. Si akakubali. Weka blanketi mbali. Wakati huo bi, bile alikuwa ku maskani huko, akamuona Rich kamleta. Na alikubali kweli akaja. Akasema wa Mungu wangu anaona kama ile laana ndo anakuja kuzidishwa. Sio tena, sio tena, sio tena. Bidi mwenyewe anasikitika akaamba, usijali, anatusubiria hapa. Akaingizwa huko, hakuna mtu. Sasa anastuka kwamba ameingia choo cha kiume. Mbona no sioni gari hapa? Mba tulia, karibia. Nilikuwa nimesahau masahau nini? Ae, kwamba mtu unayemuisi ndo huyu huyu. No, mshizi ni wewe no. Funga mdomo, acha kupiga kelele, nitakuua. hiyo sio asidi, kwamba hii ilikuwa ni soda tu. Tulia. Alibamizwa kwenye ngazi akatua akazima kidogo, tuli ondoka ah. Hapa bili leta shida. Richi Richi akaambia, wakati huu utaishi kwa sababu rafiki yangu ndo kaomba, wakati ujao wewe utakuwa umekufa, malaya mdogo. Akaambia unagongwa na unagongwa na wewe mkondefu Richard, piga hapo chini akimba. Sasa hii hapa ndo original acid, au nikupe advertise? Ile ilikuwa ni soda. Sasa hii hapa OG, cheki. Yeah. Tulia. Sasa heks hiki ndicho nataka ufanye. Laba ukitaka kuvaa iskafu kufunika sura yako kwa maisha yako yote, ujitingishe tu hii, sura yako yote naiva ka imara, imara. Aliekiwa pale kichwani, ngoma iko wazi uki